Karibu tena mtazamaji, tuendelee na taarifa zetu moja kwa moja. Tuelekee kaunti namba 44 ambapo wana vijiji zaidi ya 1700 katika maeneo ya Kuria huko Migori wamehamasishwa na kuelimishwa kuhusu namna ya kuwasilisha ujumbe na kutangamana na wanajamii kama njia moja ya kukomesha dhuluma kwa mtoto wa kike. Miongoni mwa hatua zilizochukuliwa ni kushirikisha jamii katika mazungumzo kuhusu mila na desturi za ndoa za utotoni na ukeketaji wakizungumza eneo la ikirege wakereketo hao wanaamini kuwa kutakuwa na mabadiliko ya tabia na kujenga uhusiano wa haki za watoto nakeketa watoto wengine wanakufa wanakufa kabisa wanaenda wanatupa mstuni hiyo eh? yote ni mambo mabaya sana tulikuwa tukifanya lakini nashukuru sana kikundi wa Envision yeah. vile kimekuja kimetukomboa wengi, kimetushika pamoja, tunaendelea vizuri, kitatufundisha mafundisho mema. Kila subcounty ilikuwa na change grand ones ambao tunataka kuwa confirm, kana kwamba kutoka leo kuendelea wao ni role models in our community. Kwa hivyo, msituangushe, tuungane mikono na ninajua kwa safari hii na vile ninaona najua tutaweza kuenda mbali stand as champions of transformation advocates of equality and beacons of hope let your choices let your actions and voice continue to uplift others within the community and beyond you are the generation that will go a long way in eliminating child marriage